um, ken msonda katolitoli amene bon kalindo <laughs> waku mcp ndameneyo akuti chani kudi 10 timvere wabweraso lewa pa 10 beloved of the most high god fellow malawians orable kenneth chitatata kwamba nandi katolitoli msonda village headman katolitoli

chitatata nkhwambanandi msonda vh katolitol amala wanzanga ine onable kenneth chitatata kwambanandi katolitor msonda village hidman katolitori inabweranso tindiakhuleka maganizo wanga osati ngati wachiwiri kwa wachiwiri wofalisankhani muchipani cha kali cholamula cha malawi congress party koma ngati mmalawi malayi wobadwaso omanso pano mkhrisitu mlaliki komanso wa ndale ndanenapo nkhani mbuyo mou koma ena amene anaona ngati kuti ndaponda pachilonda sadayikonde adangoyikhalira pano ndifuna ndiyibwerezenso ndikunena mawu achu andawona kuti boma lilipoli la DPP pansi pautsogolero wa president athu professor Arthur luka lukanga labweresa dzina zabwino zina, zina zoyipa aliyense aziona mbali mene ali kuti izakubweresa dpp zinsi zabwino izakubweresa dpp kachikenazi nzoyipa komene ndaona ngati abwera ndina nsanganya zina zinaabweresa zabwino zina akubweresa zi, nzoyipa ine ndiona zabwinozo chifukwa zitithandiza to sangata amalawi ndiye ndifuna ndipemphe kwa president ata professor arthur peter mutharika makamaka aphungu akunyumba ya malamulo amene mulungu wakukomereani mtima mchaka chino cha 2025 kuti mkatitomkire mpaka 2030 kuti tibwere ndi lamulo constitution yathu ya malawi imapeleka limit kwa term ya president ama the president azikhala two terms ni maganizira kuti danapo mbuyomu tikhalenso ndi limit ya term ya aphungu athu anyumba ya malamulo komaso makansala malawi muno muli ena amene akha

kapena kuudi kwa kulibe ena anzeru anzeru ndi okha sizoona ndimaganiza kuti mmene tinaperekera term limit kwa president wa dziko, two terms tems tikhalenso term mtemu limit kwa phungwa akunyumba yamalamulo komanso makansala azikhala two terms basa zipita enanso abwerepo tindamala ambiri othekera kuthekera kutekera alinako madera mene timakhalamo koma kusesa kwatu kuma sapa sapasidwa mwayi kuti nawonso athu aututumikira ngati amalawi ngati aphungw a ku nyumba ya malamulo kapena makansala chifukwa sidaike limiti pa temu ya pungwa kunyumba ya malamulo kapena kansala the excellence sir professor Arthur Peter Mtalik aka APM sindikhupira kuti mkatha temu ya nuyu 2030 23 mobweranso ayi mulungu wakukomerani mtima mwapanga mbiri mbiri ya muno malawi ndi nonoka amene mwabwira soka chikena ngati president ngati mufuna kuti amalawi akakukumbukireni kwambiri pa zabwino zimene munga asire mukamaka choka 2030 china muonesese kuti constitution yathu isinthidwe phungu wa ku nyumba ya malamodi ndi kansala azikhala matemu awiri wokha monga mene tidaikira constitution yathu ya dziko lino kuti president wa dziko azikhala matemu awiri wokha mukatero president mupita ndi mbiri yabwino okundukupempha kwa inu mwana wanu sikutiso ndikatero ndikuti ndikunyengerera kuti mina mwakeena aganiza ndikupita kudpp ayinso sikutisoninyengerera kuti president mina andione kuti ndikweza mumtengo ayinso ndikunena izi kuchokera pansi pamtima kuti sitikuchita bwena tikuoneka ngati pali gurulina. pali mabanja ena pali anthu ena timakondera kwambiri kapena ngozikuonda kwambiri amene amaganiza utikosese kwaoko kapena kuwodikwaoko kulibe banja lina lamzeru kulibe mnthu ina azeru wanzeru ndiookha nde akhala phungu aku kunyumba ya nyumba yamalamulo chiambireni 1994 mpaka mpaanapa ena akataasinthani akungosinthana okhawokha omatoti kuti tipereke temu limiti kwa phungu wa nyumba yamalamulo nayenso adzikhala matemu awiri kayakubanja akuchokera wina kaya ai, koma amene alipoyo wobwerayo azikala matemu awiri monga mimene da sintira constitution ya dziko liyo ya president zikomo kwambiri dikudziwa kuti vieni ena ayikonda ena sayikonda ena andinena ena andiyamikira ndimene zimakhaletili mu demokrasi ina inayakhula izi nanenso ngati mmalawi tca kuyankhula zakukhosi kapena kuperekapo ndi manga pa maganizo ndi ufuwu uli constitution mwathu komanso ufuwu achibadidwe ambuya audaliseni